Mambo vipi? Ufuatiliaji wa chaneli yetu pendo kabisa Ranci TV online, ambapo unapata feedback tofauti tofauti, na hapa ni maonyesho ambayo yanafanyika mkoani Morogoro, maonyesho ya wafanya biashara na viwanda na mashaka viwanda vidogo, wasindikaji wote wanapatikanika hapa, ujasiriamali mbalimbali kutoka mikoa yote ya Tanzania yanafanyika hapa. Ni kwa mara ya kwanza ambayo yanafanyika mkoani Morogoro na Morogoro, ikiwa imeandaliwa na TCCIA ukiwa mashirikiana na ofisi ya mkoa wa Morogoro. Hapa tunamaanisha kwamba katika ofisi ya mwenye mkoa wake mkoa wa Morogoro ndio ameweza kusababisha uh, maonyesho haya kukamilika. William, karibu kwenye asili na mimi. Mimi unanijua ni mtu yule ambaye anapenda asili. Asili ni mimi na mimi ni asili, na leo tunakwenda kwenye bana moja kutoka nchini Kenya. Wameweza kushiriki katika maonyesho haya kwa ajili ya kuweza kutuletea bidhaa zao, lakini pia na sisi Watanzania tukajifunza ni vitu gani ambavyo wanavi, wa, wa, walipokuja navyo wenzetu kutoka nchini Kenya. Wamethamini wamethamini kilichopo ndipo wakaja, kwa maana sisi na sisi huwa tunakwenda kwenye maonyesho hayo tueza tukajionee ni vitu gani ambavyo uh, kutoka nchini Kenya wametuletea wasanii hawa. Mimi Rebecca William, asili na mimi mimi na asili tu, tukaangalia asili kutoka Kenya, kuna vitu gani ambavyo sisi tunaweza kujifunza Watanzania. Uh, Susan Mwangangi hmm, kutokea Kenya yeah. Yeah. Mm -hmm. Karibu Tanzania, asante sana, nashukuru. Ah, naona hapa mezani kwako biashara zako ndio hizi. Je, yeah. yeah, ni kitu gani hasa ambacho kilikuhamasisha mpaka kutoka Kenya kuja Tanzania kufanya kwenye haya maonyesho ya kibiashara mimi? hmm. Napendelea kuja Tanzania, kitu ya kwanza. yeah. kuna marafiki zangu, alafu pia tunakuja tunafanya biashara, tunashirikiana na wao sababu hata pia wanakuja kwetu, tunawaziliana mawazo, tunanunua vitu ya Tanzania, wananunua vitu ya kwetu. Sasa hapo ndio tulikuwa marafiki sana mpaka exhibition yoyote ikiwa kwetu ama kitu chochote kikiwa hapa, tunaona ni vizuri tukuje tushirikiane na nyinyi hapa. Mwenyewe kama hii, mimi mwenyewe nimetengeneza na hii mikono yangu na kazi ya mikono yangu, hii ni kazi ya mikono yangu, shanga yote ngoa hizi. Unajua huwezi fanya kila kitu

kama ndio, hiyo sasa. Tunainunua hivi bila hii ngozi hapa, halafu sisi wenyewe tunakuja tunaiweka ngozi tunaona kama hii kubwa, tunaona kama hii kubwa yake ndiohiiasana wamama wale wa zamani. Halafu sisi tunakuja tunaikungulia hii ngozi, sasa inakuwa kitu, kitu kingine sasa, ee, sasa ni muda huu unajigawa vipi? Ukiangalia wewe ni mfanya biashara na pia unapilikapilika zako nyingine tofauti, katika kuzalisha vitu vingi hapa, tunaona mezani kwako kuna vitu tofauti tofauti. ukiachana na hivyo mimi kama hivi sasa, mm, naenda material. Mimi naamka kama saa 10 ya usiku saa kumi na usiku, bayi saa tatu nakuwa nisha shona hizi ku na nikiweka kila siku kumi kumi, nitakuwa nimeweka stoko ya kutosha, halafu kutoka saa nne naenda shughuli zangu. Na hizi shanga unanunua nunua uko Kenya ama unachukua hapa hapa Tanzania hii, hii? Nanunua huko Kenya, pale panaitwa Kariokoo, lakini si Kariokoo ya hapa Tanzania, Kariokoo ya Kenya. Halafu mi mwenyewe nautengenezea tu kwenye naishi, alafu kuna siku za soko huko Masai Market huko Kenya. Sasa tunasipeleka hapo, tukipata kitu kama hiya huku Tanzania tuna K okay, tuamie mezani maana naona mezani kwako una vitu vizuri sana, ambavyo vinanihamasisha mimi na vita wahamasisha hata wadada ambao wanapenda urembo ama wanapenda kupendeza. Vivi eh, kuhusiana na hivi vitu ambavyo umevishika hapa eh? Vipi kuhusiana na hivi navo, unavitengeneza mwenyewe ama unanunua hii? Pia mi mwenyewe natengeneza kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hii ni usi ni. mm. hii. Hii ni shanga. Yeah. Ndio. Alafu sasa kuna hii waya. Hii waya ndio ya kununua. Hii, hii kitu ya kufunga hapa, mimi nafunga mimi mwenyewe. Tunanunua waya kwa roho. Alafu nakata kata, unafanya finishing. Hii pia ni hivyo hivyo tu. Sasa hii inanua shanga. Na ishona alafu naifunga vile hivyo sasa. Alafu nakunja hiyo waya naweka finishing. Alafu sasa inakuwa kingu kwa ajili ya shingi. Ni ya shingi. Na hivi vingine, maana naona vitu tofauti tofauti. Hii kama vimbao mbao, hiyo ni mbao, lakini kwa hiyo sitaki yeah, kuchanganya hiyo. Tunanunua hiyo, hiyo nanunua hiyo hiyo, hiyo sishoni mwenyewe. Na hivi vikoi maana, pia naona una vikoi vizuri, rangi zimetengenezewa Kenya hmm, zimetengenezewa Kenya hmm, ile kabisa ambao haichuni haichuni kabisa, lakini hizi tunazinunua bila okay, kusahau maana hapa kulia Mungu, unaona una mikoba mizuri kabisa kama hii mikoba ya wadada. Sasa hii mikoba kwetu sisi tunainunua kwa ajili ya kuwekea kuekea vitu tofauti, lakini naona kama hii yenu ina utofauti kidogo. Naweza kutuambia mnaiwekea nini ama unatengenezea nini mpaka umekuwa hivi? Sasa hii hii sisi tutakueleza kabisa

jui mna sitaji Kiswahili. Kuna bones, kuna horns, kuna brass ile mnaita shaba mm. Kuna hizi shanga pia different designs, kama hii ni tofauti, naona hii, kuna hizi, kuna hizi na kuna zile necklace za kumatch nazo hmm. Kwa hiyo hizi hapa zote hapa ndio tunaona ni material ya shanga mm -hmm. Lakini huku material ya mm -hmm. ni chuma hiyo chuma hiyo hiyo, ni hiyo mnaita shaba, inaitwa brass hizi yes. zinatoka kwa maji, ndio, ndio natumia akili, unatengeneza kitu kama hii, unaitoa kwa baharini, alafu unaitengeneza hivi, naona inakuwa kitu mzuri eh. Alafu hii ni ile mkuka tu ya ngombe hii hmm. unaifanyia ukarabati inakuwa hivi, hizi zote, hii ni natural, hakuna kuna China, kazikueko kutoka Nairobi. Karibu Tanzania. Kwanza nashukuru sana kwa kurajisha we, ili nawahamasisha kwanza kwamba wakuja wajionee bidhaa kutoka Kenya tuwaeleze jinsi tunavyotengeneza ili tukirudi zetu nyumbani na wawe waweze kutengeneza kama zetu kwa nini ni Tanzania na sio sehemu nzima? Huwa tunatembea kila mara, tuko Uganda, tunaenda Rwanda, na pia kuna maonyesho ya East African countries kama vile ilikuwa na Nairobi wiki jana. Mezani kwako naona vitu tofauti tofauti na upande wa kulia, upande wa kushoto, na ukiangalia hapa kwenye mabango naona picha tofauti tofauti. Hivi vitu unatengeneza mwenyewe ama umenunua? tengeneza mimi mwenyewe. Wewe mwenye, mwenyewe mwenyewe, ila nina wafanyakazi wawili, ah, ah, tunasaidiana. Na unaweza ukatuambia ni matilio gani ambayo unayatumia kutengenezea hizi bidhaa zako hapa mezani? Ukiangalia, tuanze na na e, hii picha ya figa hii. Natumia ule mti ambao unaitwa rosewood natumia kuchonga hii ah,

Ya, bila kusahau. Hichi ni kio cha dada, eh. Tunafungua. Oh, wow. Kwa hivi bonyeza hapa hivi unafungua. Kisha maliza, ah, kujiangalia unafunika tena unaweka kwenye mkoba wako. Eh, unazo mbili una hi, una kuna hii na kuna hii hapa tena. Haina tofauti. Hapa ni matilio gani? Naona kama na hi, kama ngozi, kama... ngozi, eh, Hii ni kitambaa, yeah. na hii ni ngozi Sawa na hii hii pia ni ngozi oh. Eh, sawa sawa, na hizi na za kuwekea funguo. Huu ni ubao na hii ni mfuko naunganisha na kwamba nangunia nasaisana. Jamani, hivi vitu vyote vinapatikana ndani ya maonyesho na haya, katika uwanja mambo mazuri mazuri kama haya, bila kusahau, kuna vitu tofauti tofauti, kuna hizi hizi kwa ajili ya mguuni, kwa ajili ya mkono. Kenya kafunga safari kutoka huko mpaka hapa. Wewe unashindwa vipi kuja Tanzania hapa hapa, tena Morogoro kwenye uwanja wa sm wa Jamhuri jamani, unafika unajichangulia vitu kama hivi. Ni vitu ambavyo vinapatikana kwa nadra sana, lakini tumeweza kuhakikishia kuletewa hapa hapa Tanzania, tena Morogoro kwa ana Morogoro. Jamani, maonyesho haya yanaendelea hakikisha unapika bila kusita fika ujipatie bidhaa tofauti tofauti kuna bidhaa kama hizi unavyoziona hapa bidhaa za viatu bidhaa zakunajita unaweka noti yako hapo hivo hmm. unafunga unafungulia kwa uku inajibanaisha wow, fuga ukifungulia kwa uku inakuja kwa uku kwa hivyo inaweza ikabeba hela huku na huku, haja yako ni kuchomoa tu, unalipa ile ingine unaweka kwenye mkoba. Naam, natumaini umejifunza vya kutosha kabisa kupitia uh, wajasiriamali hao wawili waliojitokeza kutoka nchini Kenya kwa ajili ya kushiriki maonyesho haya ya biashara, viwanda pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo wanaofanyika mkoani Morogoro, moja kwa moja, usikose, endelea kufuatilia uh, Ranci TV. Ni Rebecca William tunasema Ranci TV rafiki wa jamii all the way from Morogoro. Thank you.